Wajumbe saba wa timu ya matibabu waliomtibu mchezaji maarufu wa soka kutoka Argentina, Diego Maradona, kabla ya kifo chake, wamefunguliwa mashtaka hii leo kwa tuhuma za mauaji yasiyo ya kukusudia. Diego Maradona alifariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo mwaka 2020, akiwa na umri wa miaka 60, huku akitoka katika upasuaji wa ubongo na akiwa katika hatua ya kupona. Mwaka mmoja baada ya kifo chake, waendesha mashtaka wanasema uchunguzi wao umeonyesha kwamba kifo chake kingeweza kuepukika, wakilalamikia kulikuwa na uzembe wa kimatibabu. Timu ya watabibu wa Maradona wamekana mashtaka hayo, wakidai kuwa ni Maradona mwenyewe aliyesusia matibabu na kwamba alipaswa kubaki hospitalini kwa muda zaidi baada ya tiba ya upasuaji aliyokuwa amefanyiwa no. Walio na msimamo kwamba alipaswa kupewa uangalizi wa hali ya juu zaidi kimatibabu, wanasema wanataka kuona haki ikitendeka. Hata hivyo, maoni ya wengine ni kuwa kifo hicho kilikuwa ni kazi ya Mungu ambayo haina makosa. Mahakama katika mji wa San Isidro, mjini Buenos Aires itasikiliza ushahidi wa karibu mashahidi 120 na inaweza kudumu hadi zaidi ya mwaka mmoja. Ni kesi inayotazamiwa kuzua msisimiko mkubwa nchini Argentina, ambapo Maradona anashabikiwa kwa kiasi kikubwa mno. Baadhi ya sifa kuu za Maradona ni jinsi yalivyosaidia pakubwa katika ushindi wa taifa lake la Argentina na kombe la dunia la mwaka 1986 hivyo kupewa heshima ya shujaa wa kitaifa kipaji chake kama mchezaji hodari na machachari kilimzolea umaarufu mkubwa ndani na nje ya nchi lakini ilitumbukia katika changamoto kubwa za kibinafsi katika maisha yake mfano ukiwa ni uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Kevin Sewe Mwanzo TV <tipa>